Naam, Juni 20 mabaraza ya madiwani yalivunjwa rasmi nchini, na Juni 27 tunatarajia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania litavunjwa rasmi, na hizi ni hatua kuelekea michakato ya uchaguzi mkuu Oktoba uh, mwaka huu na 2025 na, na Chama cha Mapinduzi kitalifungua rasmi dirisha la watiania kuchukua fomu Uh, za kuania nafasi za ubunge na udiwani tarehe 28 mwezi huu wa Juni mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Na haya ndio mambo ambayo tutaangazia kwa ufupi katika Mizani ya Wiki. Mimi ni Faraja Sendege na hapa studio tumemwalika uh, msafiri angalieni, mpendu huyu ni uh, diwani aliyemaliza muda wake kutoka moja kati ya kata za Kisarawe ni kata ya Marumbo, karibu sana. Asante sana, asante mm -hmm. sana. Lakini pia tunaye uh, James Kasusura, huyu amepata kuwa mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Mbeya. Tutazungumza naye pia kwa uh, kwa njia ya mitandao. Uh, mzee James Kasusura, karibu sana katika mizani ya wiki. Nashukuru sana, shukran, nakushukuru uh, na sana naam. Uh, msafiri, yako mambo kadhaa ambayo unataka tuyatupie jicho kidogo tunapoangazia joto la uchaguzi Yami, manake kuvunjwa kwa mabaraza kunatengeneza sura mpya sasa, manake wewe sio diwani tena Yami, na michakato ya uchaguzi ndio inaanza kuchukua nafasi yake kabisa. Sasa, n nini maana yake tunaposema uh, baraza la madiwani limevunjwa na wewe ulikuwa mm, diwani, sasa n nini maana yake? Nipe kwa maneno machache uh, kuvunjwa kwa baraza la madiwani kwanza ni matakwa ya kisheria hmm, eh, kwa mujibu wa, wa, wa, wa katiba ukisoma sheria ya serikali za mitaa muundo wa mabaraza haya sheria namba 1887, na 1888, mpaka 1888, sura 1887, 1888 inaelezea utaratibu wa, wa, wa uvunjwaji wa mabaraza ya madiwani. Kwa kwa ya madiwani, kwa kitu cha kwanza ni matakwa ya kisheria, maana yake madiwani umehudumu kwa miaka mitano yaliyopangwa iliyopangwa kisheria na wameumaliza muda wao, sasa baraza linavunjwa. Hiyo nukta ya kwanza. Ama nukta ya pili sasa ni kujiandaa na kupisha utaratibu mwingine wa uchaguzi wa kuleta uongozi mpya. Utaona kwamba mwaka huu atakapofika Oktoba 25, bila shaka tunaingia kwenye uchaguzi mkuu ambao ndani yake utajumuisha mheshimiwa raisi, utajumuisha wabunge, sambamba pia utajumuisha na madiwani ma, ma, ma kwa hiyo kuvunjwa kwa, kwa mabaraza haya sasa ni kuna pisha uongozi mpya utakaokuja. kwa, kwa mukhtasari ni huo. Lakini pia vile vile tunaweza tukasema sasa tukiangalia kwa upande huku wa, wa, wa, wa sera na ilani tunaweza tukasema kwa uh, tuka kwamba ni mchakato pia wa kupisha na kutoa tathmini kwamba ndani ya miaka hii, mitano, eh, kwamba chama tawala kwenye utekelezaji wake wa ilani kimefanya nini, kwa, pia, kuna kwa, tunapovunja ma, ma, ma, ma, mabaraza ya madiwani maanake pia wananchi wanapata fursa ya kufanya tathmini e, zile ahadi, je, zilitekelezwa? Kama zilitekelezwa, zipi hazijatekelezwa na kwa sababu gani? Na vitu kama hivyo yani. no. mm -hmm. Go tusikie uh, uh, James Kasusura alipata kuwa mkurugenzi wa halmashauri <coughs> James, kuna wakati ukiwa kwenye nafasi ya mkurugenzi uh, hii hatua iliwahi kukukuta kwenye hiyo nafasi sio? Ni kweli kabisa. Aha. Na tunaambiwa kwa, kwa mujibu wa taratibu ni kwamba ukiwa mkurugenzi maana yake wewe ndio unakuwa mwenyekiti wa halmashauri husika ama meya, unaweza kusema, wakati wa kuwako wa idara wanakuwa kama wajumbe. Lakini hamruhusiwi kufanya kikao chochote cha baraza la madiwani kwa sababu madiwani tayari sio madiwani tena. Nini huwa kinatokea kwa sababu tunaambiwa kuna um, uh, taarifa za vikao fulani mtaziwasilisha kwenye baraza la madiwani litakalofuata kwa maana baraza jipya. Ni nini ambacho mnatakiwa kuwasilisha kwao? Uh, nashukuru. Unajua, kwanza mkurugenzi ndiye mtendaji mkuu wa halmashauri yoyote. Mkurugenzi ndiye mtendaji mkuu. Katika hali kama hii ambapo eh, baraza la madiwani limevunjwa, halmashauri haina eh, madiwani maana yake ni kwamba shughuli zote za halmashauri kwa sasa hivi zinakasimiwa e, zinakasimishwa kwa mkurugenzi, ndiye mtendaji mkuu. Lakini pia e, tujue kwamba hakuna shughuli yoyote ya serikali itakayokwama au itakayosimama kutokufanyika kwa sababu tu Eh, madiwani hawapo, shughuli zote za serikali zitaendelea kama kawaida chini ya mkurugenzi. Kama ulivyosema, mkurugenzi ana timu ya wataalamu, tena wataalamu waliobobea katika idara zote, iwe ardhi, iwe fedha, iwe afya, miundombinu, mainjinia na kadhalika. Kwa hiyo mkurugenzi amezungukwa na timu ya wataalam watakaohakikisha kwamba shughuli za halmashauri zinasonga mbele kama kawaida, ila kuna kitu ambacho lazima watu wajue, kwa sababu halmashauri ilikuwa kuna mikataba iliyokuwa inaendelea, kwa mfano mikataba mikubwa. Sasa halmashauri itaendelea kutekeleza ile mikataba ambayo ilishasainiwa wakati madiwani waheshimiwa madiwani wapo, ile mikataba inaendelea kama kawaida kutekelezwa, lakini halmashauri haiwezi kuingia kwenye mikataba mipya. Mikataba mipya hairuhusiwi kabisa, ila tu mikataba ambayo inaweza kuruhusiwa, mikataba ambayo inaweza kuruhusiwa kisheria ni mikataba ya dharura. mm -hmm. Kwa mfano katika kipindi hiki maake jana e, mabaraza yote yamevunjwa, halmashauri haina, haina baraza. Sasa kinatokea pengine kipindupindu au mafuriko makubwa yanayohitaji hatua za haraka. Katika hali kama hiyo ya kidharura basi mkurugenzi anaweza kwa kutumia vikao vyake vya CMT na wataalamu wake wanaweza kuruhusika kuingia katika mikataba midogo hiyo ya hmm. hiyo ya dharura ili kuhakikisha kwamba haya mafuriko au hiki kipindupindu kinakuwa eh, kinadhibitiwa, na hali ya kawaida inaendelea. Hiyo hmm. mikataba midogo ya dharura hmm. inaruhusiwa. Nakusuko. Lakini pia mm. e, katika hali ya kama hii ya sasa, mkurugenzi hana mamlaka yoyote ya kubadilisha matumizi ya fedha kutoka kifungu cha pengine cha barabara kuweka kwenye kifungu cha afya mm. au kutoka kutoa kubadilisha matumizi ya fedha labda kutoka kwenye kifungu cha afya kupeleka kwenye kifungu kingine mm -hmm. mamlaka ma, ma, hayo hana, hana, mkurugenzi. Lakini shughuli zote mm -hmm. za halmashauri zitakwenda zita kama mm -hmm. na, na kushukuru sana Kasusura, ntarudi kwako. um, msafiri Nam, hiki anachokisema kwa upande wa madiwani mm -hmm. ndicho pia kitakuwa kwa upande wa bunge bila shaka kwa yes. sababu mm -hmm. bunge litavunjwa tarehe 27 27 mwezi wa 6 maa. yeah. Likivunjwa maana yake Eh, ndio hivyo, sura ni kama hiyo, sio ya sura ni kama hiyo, na kule kuna mawaziri mm -hmm. actually eh, ambao pia ni wabunge mm -hmm. eh, na qualification ya mtu kuwa mbunge kuwa waziri, kuwa waziri lazima kwanza awe mbunge kwa mujibu wa, wa, wa sheria kwa maana hiyo sasa, zile taratibu na zile shughuli zote chini ya wizara zinakasimiwa kwa katibu mkuu wa wizara mm -hmm. ya husika mm -hmm. kwa hiyo ni kama ilivyokuwepo kwenye halmashauri zetu hizi kwenye mabaraza, na upande wa bunge nayo inakuwa ni hivyo hivyo mm -hmm. Sasa kutu. Kutu. kuna jambo moja ambayo anataka nisikie kutoka kwako kidogo mm -hmm. mtizamo, uh, madiwani mm -hmm. hawapo kwenye nafasi zao kwa sababu mabaraza yamevunjwa mkurugenzi haruhusiwi kuanzisha projekti mpya wala kufanya mabadiliko ya mikataba yaliyokuwa yameshaidhinishwa, sio sasa. Wakati uh, wabunge wametumia mjadala wa bajeti kunadi walichokifanya na kuomba uh, fursa mpya, yaani mitano tena, ndiyo. Wako ambao utawasikia kama vile wana introduce, wanaomba projekti mpya wamesikika mm, kadhaa mm, wakiomba mm, mm, na watu wote wakasema ah, hili bunge la kuaga mbona, mm, mnaanza kuomba projekti <laughs> kwa upande wa madiwani bila shaka ni hivyo. Nini mtazamo wako katika sura kama hiyo? Maanake mbunge mm, anakuwa anataka nini kitokee katikati ya wakati ambapo mm, utekelezaji wa jambo hilo analoomba hauwezi kufanyika mpaka baada ya uchaguzi. Uh, unajua sisi wazaramo tunaosemi unasema kama umeshindwa kushiba kwenye kula uwezi kushiba kwenye kujilamba. <laughs> Uh, me, yani, obviously kwamba ulikuwa una miaka mitano bungeni ya kuweza kufanya yote hayo umeona e, ukashindwa kufanya. Iweje leo hii uombe kipindi ambacho ni cha lala salama. Kipindi hiki ni, ni cha kuaga ni cha kuaga. Sasa a, kuna ile appealing to sympathy e, yaani kuna, kuna, kuna, kuna baadhi ya wabunge hata madiwani tusisema wabunge tu, hata madiwani ambao labda kutafuta huruma e, e, kwamba jamani, mimi ndo naondoka, lakini bado wanawatetea. Bado hapana, kimsingi ulitakiwa ndani ya miaka yako ile mitano. Kusababu, kwa sababu wewe ukiwa kama kiongozi unapoenda kuinadi kui, kui pale ilani ya, ya chama chako kitichokusimamisha mfano sisi, ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, tumeenda kusimama na kuinadi pale. Kwa hiyo kuna yale ambayo yanayotekelezwa yako ndani ya ilani, alafu kuna yale ambayo wewe kama mbunge au wewe kama diwani uliahidi kwa wale wananchi ambayo utayatekeleza ndani ya miaka hii mitano umeona. na na na, na utaona hivyo vinavyoombwa, sio kama vilikuwa havipo, vilikuwa hapo kwa miaka mingi more than 20 years, alafu mtu anakuja kukiomba huku mwishoni, manake ni manake huyu alishindwa kusimamia majukumu yake ya kimsingi. kipindi hiki ni kipindi cha kusimama na kusema kwamba na kufanya tathmini kwamba nimefanya nini kwenye kata yangu katika utekelezaji wa ilani, kwa sababu sisi kama kama kama viongozi tutatakiwa tuandae utekelezaji wa ilani, nimefanya nini kwenye kata yangu au nimefanya nini kwenye jimbo langu. of course yes, unaweza usifanye yote, ukawa kuna changamoto moja mbili tatu ambazo bado hazijafikia utatuzi wake, lakini ilitakiwa ziwe kwenye pipe, ziwe kwenye line ambayo tayari wewe ulishaziombea na changamoto hiyo. Uh, tume tumeiona hapa katikati, eh, baadhi ya wabunge tusingependa kuwataja majina, lakini anasimama mbunge anamwomba rais kitu ambacho angeweza kumwomba yeye miaka ishirini iliyopita, kwa sababu umekuwa mbunge pale kwa miaka ishirini iliyopita. E, yani ulishindwa nini kuomba hicho kitu ndani ya miaka ishirini iliyopita? Unasubiri yani bunge bado wiki mbili kuvunjwa, unaenda kuomba kile kile kitu? Hapana, hii sio kweli, mm. Kwa hiyo kimsingi, kwa kushindwa kusimamia kile ulichokiahidi, sasa ndo unaona hiki kizungumkuti na hiki kiwewe kilicho kilicho kumbuka huko kilicho pako salama, kile mlichoomba mlipewa. Tunapo tunapo tunapokuja kwa Kisarawe, of course, baraza la halmashauri la la kata ya Marumbo, kata Marumbo, kwa halmashauri ya Kisarawe. Eh, kwanza mimi nashukuru Mungu sana. Aa, katika kata yangu kwa kweli, bila kupepesa jicho, nampa mheshimiwa rais maua yake kwenye hili, kwa sababu kuna pesa nyingi sana imeshushwa kutoka serikalini, ambayo imenifikia mie kwenye kata yangu kwenye miradi. Kwa mfano wa, wa, wa, wa, wa, wa mashule peke yake, ndani ya miaka yangu mi mitano, nimepokea karibia milioni 265 hayo mashure peke yake, tunapokuja kwenye miradi ya, ya, tukisema mashure tulipata pesa za uviko, tulipata pesa za suji, ara, yani ziko, ziko nyingi nyingi tu kukarabati madarasa, kujenga madarasa, lakini pia serikali ikashusha pesa kwenye miradi ya afya, umenifahamu vizuri. Na kwenye miradi ya afya tumepata karibia milioni mia tatu sitini na saba hmm. ambazo leo hii tuna, tuna, tuna, tuna zanati iko katika kijiji kimoja cha Palaka, ambao zanati imekuwa complete, yani ina kila kitu E, imeongezewa ime, ime, ime imeboreshwa, imefikia ime hatua sasa, inazalisha na inafanya mambo mengine. Nataka nirudi kwa kasusura kidogo, lakini nataka nisikie kidogo tu kutoka kwako. Ndio, ndio kitu gani ambacho mm. hakijafanyika japo umeshajionya kwamba utaki kuomba kwa mm. kwa sasa hivi maana muda mm. umeshakwisha <laughs> kitu gani ambacho hakikufanyika kwa sababu zozote zile? kwenye upande wa kata yangu au kwenye upande wa kwenye upande wa kata yangu, mpaka sasa hivi kitu ambacho hakijafanyika, ki, kimeanza kufanyika sema hakijaisha, naweza nikatumia lugha hiyo, kwa sababu nashukuru Mungu katika ahadi nilizozitoa, nimekamilisha ahadi zangu kwa ukamilifu isipokuwa tu zile chache ambazo nitazieleza ni upande wa sekta ya afya hasa, uh, upande wa ujengaji wa zahanati. Kuna zahanati ambazo tumeanza kuzijenga lakini bado hazijafikia mwisho, nyingine ndio ziko kwenye msingi. Eh, of course yes. Unacha kijicha, unacha kijicha, unacha kijicha na ndio maana uongozi unaacha kijiji, unaacha kijiji, anakuja ataendelea. Kwa mfano mimi sitogombea tena udiwani, kwa hiyo naamini yeye ataendelea na na hiyo na, na, na, na nitampa ushirikiano. Hautagombea tena udiwani eh? Sitogombea tena. kuna utakachogombea? Kipo tutagombea of course kwa sababu katiba inaniruhusu na ni haki ya... Ngoja niende kwa Kasusura, uh, James Kasusura na, najaribu kuwaza tu kwamba tuko katika msimu ambao ni wa kuagaaga na kujipanga kwa ajili ya uchaguzi. Mbunge ama diwani anayeomba kitu fulani ambacho hakikufanyika anakuwa amekosea nini? Ah. Hiyo, hiyo inaonyesha jinsi ambavyo viongozi baadhi ya viongozi ni, ni dhaifu kwa <clears throat> sababu ulipokuwa unawaomba wananchi, uliwaomba kuwajengea barabara kwa mfano, umewaomba kuwajengea shule, sasa miaka mitano hukuweza kuwatekelezea kile ulichokiahidi, sasa imeshatangazwa hii ni hukumu, tunaenda kwenye hukumu kwamba tutakuhukumu kwa yale ambayo uliyafanya na kwa yale ambayo hukuyafanya. Sasa kwa kuogopa hukumu, kwa kuogopa hukumu, ndio maana sasa unaona baadhi ya viongozi ambao eh, baadhi yao hawakuwajibika ipasavyo, ndio hapo wanaanza kukimbizana sasa naomba hiki naomba hiki naomba hiki, lakini ulikuwa na miaka mitano ya kutekeleza yale ambayo uliyaahidi, na ili hata kama yalikuwa yameanza yamefika katikati, basi hii ni kama mbio za kijiti, ukipewa tena utamalizia, lakini kama hujapewa basi kuna huyu mwingine ambaye ataingia, utampa ushirikiano amalizie <coughs> lakini ukweli ni kwamba sasa, uliahidi nini? Umetekeleza nini? Kimebaki nini? Hukumu sasa ndio inakuja kusomwa, kusoma Oktoba. nibaki mm-hmm. ni kwako kidogo, kwani mbunge anachoahidi ni yeye ndiye anatakiwa kutekeleza, maana mwisho wa siku si Uh, serikali ndio yenye yenye msuli wa kiuchumi wa kuleta utekelezaji. Najaribu kutafuta tafsiri ya nimeahidi, nimeahidi nimetekeleza mimi kama mbunge mimi kama diwani uh, ni, ni kweli kabisa wewe uliahidi, lakini wewe hukuahidi kutoka hewani. Unaijua serikali yako, unajua uwezo wake na kila kitu. Haiwezekani wewe kama mbunge unawaomba wananchi kuna, kuna mtu mmoja alisema mimi wa bodaboda boda wote na wavuvi wote nitawapeleka Marekani ku na Japani kujifunza uvuvi. Sasa wewe unaweza ukaangalia uka, una uwezo wa serikali yako ni upi, unachoahidi kinatekelezeka. Usije ukaahidi kutoka hewani kitu ambacho wewe kitakushinda kukitekeleza lakini vitu vingi ambavyo eh, kwa watendaji wetu waheshimiwa wabunge, madiwani walikuwa wanaahidi kwa kuangalia uwezo wa serikali. Of course uwezi ukaahidi tu kutoka eh, hewani alafu ukaja ukasema nimeshindwa kwa sababu serikali eh, haikunipa fedha. Hapana, nimeona hata mheshimiwa hapo eh, diwani amesema serikali imemtekelezea karibia asilimia tisini na tano ngapi ya ma mambo ambayo aliyaahidi. Maana yake ni kwamba aliahidi kwa ali kuangalia uwezo wa serikali, kwa sababu hii ni keki keki yetu ni ndogo, watu wote tunajua eh, keki yetu lazima watu wote tugawane kidogo kidogo. Tanga, Kigoma, Mtwara, Biharamuro, uko wapi wote, lazima tugawane keki hii ndogondogo. Uwezi ukahidi kitu ambacho wewe huwezi kukitekeleza ukiahidi kitu ambacho huwezi kukitekeleza, maana yake unajiweka kwenye nafasi mbaya siku ya hukumu. mm -hmm. <laughs> uh, angalieni. Naam, umemsikia Kasusura tumemsikia. Cha kuongeza pale katika maelezo, of course alichokisema ni sahihi kabisa kwamba, kwa, kwa sisi wanasiasa kipindi hiki ni kama ni kipindi cha hukumu kwetu, na ukiona kiongozi ambaye ameahidi halafu ameshindwa kutekeleza ahadi zake kwa asilimia zilizokuwa nyingi, maanake kuna udhaifu kwenye huo uongozi. e, kiongozi anakuwa madarakani mwingine miaka kumi na tano mfano. Ndani ya miaka kumi na tano labda anaweza kawa, naongelea barabara tu, hiyo miaka kumi na tano nitafanya hivi barabara, nitafanya hivi barabara, nitafanya hivi mpaka miaka kumi na tano inaisha. Tukimtathimini ule kiongozi amejenga labda kilomita kumi na tano za ile barabara sasa. Huo, huo ni udhaifu, na kwenye hili lazima tuelezane ukweli. Kuna miradi ambayo unaambiwa tutaitekeleza kadi tutakavyopata fedha. Sasa anatoa yeah, wapi fedha ya kutekeleza yeye? Yeah, amesema, lakini mm, fedha haikupatikana, kwa sababu hata bajeti tunaambiwa mm, trilioni hamsini e, na sita plus, mm, itapatikana kadi tutakavyokusanya. Yeah, kama ulivyomsikiliza ndugu Kasosoro alivyosema hapo, kuna ni kama keki mm, tunagombania ile keki, unajua Unapoomba udiwani au unapoomba ubunge lazima ujue kazi zako ni nini, wajibu wako ni nini, na majukumu yako ni nini. Moja ya, ya jukumu au, au, au ya kazi au ya wajibu uliokuwa nao kama, kama kiongozi baada ya kuchaguliwa na kuridhiwa na wananchi wako ni kwenda kuwasemea mm. ni kwenda kuwapambania Of course kweli na, na mahitaji ni makubwa kwa nchi, lakini kuna uwezekano kabisa kwamba kile kilichokuwepo, kama mimi ningewapambania vizuri, kama mimi ningewasemea vizuri wananchi wangu, basi kilioki kingeweza kusikika na mimi ningeweza kupata ile keki mm-hmm. Lakini unamkuta mbunge hata kuwasemea wananchi wake hawasemei. Ye yeah, yupo tu aido tu yupo tu kimya tu. Sasa unategemea nini? wakati kuna watu walikuwa wanabinuka mpaka sarakasi bungeni, au umesahau mm? Wakililia hiyo keki, ambao hicho hicho kitu wanachokilia tayari kishainishwa kwenye nini, kwenye ilani ya, ya, ya, ya Chama cha Mapinduzi, lakini kutokana na majukumu kutokana na, na population na kuwa siku hadi siku, hii ilani unaona na iko sasa hivi hii mipango ile iko sasa hivi within 3 years ndani ya miaka mitatu, kutokana na na, na, na, na, na ongezeko la watu na ongezeko la mahitaji Unaweza kukuta hata ile pesa isije kufanyaje kukidhi hicho kilichokuwa. Kwa hiyo mm -hmm, wewe sasa kama mbunge simama pale au wewe kama diwani simama mm -hmm, pale wapambanie watu wako. Mm -hmm. Hiyo ndio hali hali. Kwa hiyo unaongana naye sana kwenye hilo. Umesema haugombei tena udiwani. Eh, sigombei tena udiwani. Kila kuna kitu utagombea. Kuna kitu tutagombea. Sema. Mm. Of course nitagombea ubunge. Eh, uh -huh. Eh, of course nitagombea ubunge, ikifika muda nita kuchukua fomu, nitachukua fomu na nitagombea ubunge kutokana na mahitaji yaliyopo. Kwanza naamini hivi, mnaruhusiwa kutamka tu ile kufanya kampeni, lakini mm -hmm. kutangaza nia, kutangaza nia ina shida hiyo. Ikifika mm -hmm. eh, muda nitachukua fomu kwa mujibu wa, wa, wa taratibu yeah. Kwa mujibu wa taratibu, lakini pia vile vile ninaamini nina, nina sifa hizo, naamini ninazijua changamoto zinatukabili Naamini na Kisarawe. Yes, Kisarawe, Kisarawe nikisema nitagombea siendi kugombea kokote zaidi ya Kisarawe. Aogopa nini? Hakuna mtu mwenye hati miliki katika katika nchi, si kwa sababu sheria na katiba ya, ya, ya Chama Cha Mapinduzi, mm -hmm. kwa, kwa muundo wa kura zama nanaongelea zinanipa haki mimi ya kufanya hivyo mm -hmm. Sawa, ngoja niende ne, kwanza kwa Kasusura, afu swali hili nitarudisha kwako Kasusura majimbo ya uchaguzi tunapoelekea uchaguzi wa uh, bunge madiwani na uchaguzi wa rais majimbo sasa hivi ni mia mbili sabini na mbili kutoka mia mbili sitini na nne maana yake yameongezeka majimbo nane sasa kuna watu wanasema ah, haya majimbo yakiongezeka maana yake ni nia ya kuwapa fursa watu fulani kisiasa We umekuwa mkurugenzi, majimbo yanapoongezeka yanaweza kuwa na sura fulani fulani za kitawala, lakini wako wanaosema ah, bana ni kwa ajili ya kumpa fulani nafasi naye asi aingie bungeni nini. Ni, ni, ni mtazamo wako? E, yote yapo, yote yapo na yote yanaweza yakawa kweli na mengine yanaweza yasiwe ya kweli E, tunayaona hata mtaani kwetu yanaongelewa kwa nguvu sana e, na nini. Kwa sababu unaona, jimbo e, pengine likiangaliwa la Sendegea ni mtu maarufu na nini, na kuna upinzani mkubwa nyuma yake, ina e, inatengenezwa e, kitu ina jimbo eh, linatengwa, hiyo ipo inasema, lakini majimbo mara nyingi nimeona wanaangalia eh, idadi ya watu amba, hivi, hivi na ndio umuhimu wa sensa kwamba hivi hili jimbo lina watu wangapi liendelee kuhudumiwa na mtu mmoja? Je, huyu mtu mmoja anaweza akafika sehemu zote, vijiji vyote, mitaa yote, huko mita na nini, population eh, idadi ya watu ni kubwa kabisa. Sasa ili huyu mtu tumpunguzie mzigo, basi ili jimbo hebu tuligawanye, tuligawanye ili ahudumie watu we, wachache kidogo, na watu wengine tumpe mtu mwingine, kwa sababu kuna majimbo kwa mfano Dar es Salaam hapa tunaona e, maeneo kama Mbagala huko e, kama wa, Chamazi huko. Eneo la Mbagara peke yake lina watu zaidi ya milioni na na kitu, na kuna jimbo lingine lina watu labda laki moja au laki mbili. Sasa katika hali kama hii kutenga jimbo eh, la Kigamboni au wapi, ili kupunguza kum, kum, idadi ya watu idadi ya watu hawa wapewe, apewe kiongozi mwingine. Mimi nadhani ni, ni kitu kizuri na ni kitu ambacho E, kina wow, kabla ya kutenga haya majimbo mm. wana, kuna vitu vingi wanavyoangalia si sura ya kiongozi. Na kushukuru nangalia, ni swali langu la mwisho, muda wetu si rafiki sana kuendelea mm. Mm. na wakati nia ya yako ya kuwania ya ubunge kiingia ikifukuta mm. ndani mm. uh, ilikuwa ni kabla ya majimbo ku kuongezeka sio? yes, yes. Wakati ukiingiza ile wazo, kuna hisia zilikuja kwamba ungetamani labda jimbo la Kisarawe pia ligawanyike kusudi usipate upinzani mkubwa, labda? hapana hapana hapana, yeah. Jimbo la Kisarawe haliwezi kugawanyika. mm -hmm. Kambalva, msikia, ndu, kasusura, kasusura, kwa sababu alijakidhi vigezo kama ulivyomsikia ndugu Kasusura hapo alisema kwamba mgawanyo wa majimbo kuna vitu vizingatiwa, kwanza ni population wise, idadi ya watu umeona idadi ya watu, kwa sababu lengo la kugawanywa jimbo ni kufikisha huduma kwa watu husika. Sasa, kwa sasa hivi kuna vitu vimezingatiwa, watu laki nne at least ndio zimepelekea kufanyaje jimbo kugawanywa, na utaona kama jimbo lile la Mbagala karibu watu milioni moja plus. kwa hiyo ni sahihi. ni sahihi kufanyika vile kwa sababu mbunge mmoja kuhudumia watu wote, wakati mwingine ni changamoto lakini ukichukulia Kisarawe, Kisarawe kuna kuna kwa sensa ya ishirini ishirini na mbili kama sikosei mm, ni wastani wa watu laki moja mm, uh, la na hamsini na mbili elfu, ni wachache sana mm. Ingawa Kisarawe ni kubwa mm, kwa ukubwa Kisarawe ni, ni kubwa. Kubwa lakini ukichukua idadi ya watu wa Kisarawe ni ndogo kuliko, ni watu wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa kata ya Manzese, kata ya Manzese na watu karibia laki mbili na kwao, umeona hapo sasa, huwezi kugawanya jimbo kwa kuangalia vitu kama hivi. Kwa hiyo kuna vitu vingi huwa vinaangaliwa kabla ya kugawanya koko tali kuingia kwenye, eh, kwenye kinyang'anyiro. of course tuko tayari kuweza kuweza kuweza kumsaidia mheshimiwa Rais kwa sababu tumeona katika mazuri ambayo amekuwa akiyafanya. hmm. eh, mengi tu, juzi tumeshuhudia ufunguliwaji wa daraja la JPM au zamani ilikuwa inaitwa Kigongo, Kigongo Busisi eh, lakini ni daraja ambalo pia liliweza li katika tunzo ya watu ikikitu akiongewi tutachukua dakika moja tu akiongewi, unajua rais alipewa alipewa tunzo ile ya, ya, ya, ya, ya African Builders, kama African mwaka kama sikosei, mwaka 2024 kutokana na kuwekeza nguvu kubwa sana kwenye infrastructure kwenye miundo mbinu alipata ile tuzo mheshimiwa rais ambayo inatolewa chini ya FDB African Development Bank, ya Maendeleo ya Afrika. Mbona walimpa ile tuzo kutoka nini? Rais ameimarisha miundombinu ya, ya ya barabara SGR, na hata ukiangalia kwenye takwimu ndani ya kipindi chake zimeweza kujengwa kilomita 1365.87. Kuni kazi kubwa sana imefanyika. Tumpe maua yake mheshimiwa rais. Nakushukuru sana msafiri, angalieni, mpendu kwa kushiriki nasi katika Mizani ya Wiki na kila la heri katika uamuzi wako wa busara ama mgumu. Wa busara na ni mwepesi sana kwangu, hakuna ugumu wote. Nakushukuru sana <laughs> <laughs> James Kasusura, uh, mkurugenzi wa zamani wa halmashauri uh, ya jiji la Mbeya. Asante kwa kushiriki nasi katika Mizani ya Wiki, asante sana mm -hmm. Mimi ni Faraja Sendegea, mtazamaji, tumekuwa na wageni hawa kuangazia joto la uchaguzi, lakini pia hatua ambazo tunazielekea kuelekea mchakato wa uchaguzi Oktoba 2025. Asante kwa kuwa nasi, mimi ni Faraji Sindigeo.